Naitwa Tekla Ela Wapalila, ni mkurugenzi mwenza wa shirika la One Voice Organization. Uh, leo tumekuja katika kituo hiki cha kulelea watoto kwa mchana kwa maana ya daycare, kituo chetu kinaitwa Bright Future Daycare. Lengo la kuja hapa ni kuja kuleta matunda kwa ajili ya watoto wetu. Kwa ajili ya kuleta kwa ajili ya kuwapatia watoto wetu Bright Future Daycare, ikiwa ni siku ya maadhimisho ya chakula duniani, na sisi tumeona tushiriki kwa kuwaletea matunda watoto. Matunda ni sehemu ya afya, na hii inasaidia kuondoa udumavu, na hasa ukizingatia katika mkoa wetu wa Njombe ambako shirika letu linapatikana. Eh, Njombe imeonekana inaongoza sana kwa udumavu kwa watoto, na sisi tumeleta matunda haya ili kuwahimiza walimu wa Bright Future, lakini pia na wadau wengine wote wa elimu na wadau wa kulea watoto kuwapa watoto lishe bora kwa ajili ya maisha yao, kwa ajili ya kujenga afya zao pamoja na akili. Mtoto anatakiwa kuwe kiakili, lakini pia kimwili, kwa ajili ya kuondoa udumavu. Hivyo, nikiwa kama mdau wa elimu, lakini ni mdau wa haki za watoto duniani na hususani kwa Njombe, natamani kutoa ushauri kwa wazazi popote wanaponisikia, wajitahidi kuwapa watoto milo iliyo bora, lakini pia wajitahidi apa kila mlo wa mtoto apate na tunda, na natupenda kutoa shauri pia kwa mmiliki wa mmiliki wa kituo hiki, ikiwezekana atafute nafasi akae na wazazi, awashauri wazazi, sio mbaya wakiwa wanaleta angalau hata kwa mwezi mara moja matunda kwa ajili ya watoto wajia kujenga afya, kwa sababu watoto hawa muda mwingi wanakaa katika kituo hiki, uh, na wazazi wanakawa nao muda mchache sana. Kwa hiyo ni vema wakaona hiyo umuhimu wa kuwapa watoto matunda. Kwa kweli leo wamefurahi watoto. Kwa Njombe chakula kipo, chakula kipo, na tunasaidia kulisha pia na mikoa mingine. Tuna kila aina ya vyakula Njombe tuna kila aina ya matunda hata yale ambayo hapatikani Njombe, lakini wafanyabiashara wanajitahidi sana kutuletea matunda. Ni mengi ndio, mwandishi, hata ukipita sokoni utakuta kuna varieties za matunda. Nafikiri changamoto ni kwamba muda mwingi labda wazazi hawakai na watoto. Kama unavyoona watoto walioko hapa ni watoto wadogo sana, ambao ndo wanalika, ndo watoto walika ile, ambao wanatakiwa kupata mlo kamili ili kuondoa udumavu. Kwa hiyo nafikiri hii ni changamoto. Wazazi wa Njombe kwa kweli wako busy sana na kutafuta maisha. Ndio maana unakuta wanaona sehemu salama ya mtoto kuwepo ni shuleni. Ni kweli. Kwa hiyo sisi tunatamani sana kama wanaona umuhimu wa mtoto kuwepo shuleni, mtoto mdogo kama huyu, basi angalau wajitahidi katika michango yao. Si mbaya kama mzazi hata mmoja akajitolea kama tulivyojitolea sisi leo kuleta matunda. Haigharimu kiasi kikubwa sana cha fedha angalau watoto wakapata matunda kila wiki kama hawawezi labda wanaweza katoa wakaongeza kiwango cha kutoa michango kwa, kwa mwenye kituo ili angalau mwenye kituo aongeze aongeze ratio ya aongeze quality ya ya vyakula yani aweke ya ile mlo ulio kamili kila chakula kila mtoto anapokula ale ile milo yote kila chakula anachokula kiwe angalau kinatunda kipande cha tunda tu kinatosha lakini mboga za majani Nashukuru pia nimeona hapo nje mkuu akitoa amejitahidi, ameanzisha bustani, nafikiri nafikiri yote na yeye ni kwa ajili ya kupambana na udumavu, ili watoto wanaosoma hapa basi wazazi watamani tena, wakati mwingine wawalete kwa sababu watoto wakiwa hawana udumavu, kwa kweli darasani wanafurahisha na wanakuwa wanaelewa vizuri zaidi. Kwa majina naitwa Khadija Yoli Ngajiro, ni mkurugenzi wa kituo cha Bright Future, kituo cha kulelea watoto wadogo chana. Tunawashukuru sana shirika la One Voice kwa kututembelea leo, siku ya chakula duniani, kuungana nasi kwa ajili ya kuwapa watoto matunda. Tunawashukuru sana, wametuletea matunda kwa ajili ya lishe ya watoto, na hii ndio inavyotakiwa kwa sababu hawa watoto wadogo katika mkoa wetu wa Njombe kuna ile hali ya ujumavu. Kwa hiyo, hawa shirika la One Voice wametuonyesha mwanga kwamba hata mimi mkurugenzi ndakana na wazazi, ndawaambia wazazi kwamba, jamani, kuna shirika la One Voice wamekuja hapa, tumeungana nao katika kuadhimisha sherehe yetu ya chakula duniani wametuwezesha matunda kwa ajili ya watoto wetu. Kwa hiyo ni rahisi sana ukiwazungumzia hivyo wazazi, inakuwa ni rahisi sana na wao kuwahamasisha, walau kwa wiki wakatuletea matunda au wakatuletea pesa ili tununue matunda. Tunashukuru sana shirika la One Voice. Mimi na Rajabu Matunde, ni mwalimu wa Bright Future Nursery School. Tunashukuru taasisi ya One Voice kwa kuja kutuletea matunda kwa sababu matunda ni lishe kwa mtoto pia ni muhimu kwa mtoto najenga afya kwa mtoto na baadhi ya vitamini kwa mtoto. Hivyo wazazi tunaomba mtusaidie kuungana na taasisi ya One Voice kwa kuwapa watoto matunda ili waweze kupata afya bora.